Wakulima hao wamesema mashine hizo zimechukuliwa Novemba 20 jioni katika operesheni maalum iliyoongozwa na mkuu wa wilaya Moshi, Bwana Kipo Arioba, na kusababisha vurugu kati ya polisi na wakulima hao ambao walikuwa wanatetea mashine zao zisiondolewe na kujikuta wakirushiwa mabomu ya kutoa machozi na kuwatawanya. Mashine zetu zimechukuliwa, mashamba anakauka, pesa tumechukua za mkopo ili tulime. Sawa kabisa, unategemea kwamba yule mtu atakayekuja anayetaka ana, ana nimrudishie pesa yake, atakuwa sina cha kumpa, anakuja tena anachukua nyumba yangu ile ambayo nimeweka dhamana. tulikuwa tu, hatuna tatizo lolote yeah. Tulikuwa tunanyesha kama kawaida, tunafanya kazi zetu kama kawaida, ghafla tukashangaa kuna uvamizi wa mkuu wa wilaya, wana maaskari wamekuja, wakabeba mashine zote. Kufuatia kitendo hicho wakulima hao wamemtuma mwenyekiti mmoja wa matumia maji Miwaleni Uwamami bwana Jonas Mrindoko afuatiriswa wayo serikalini kwa kuwa kimewaathiri sana na wakuwa na elimu juu ya matumizi ya maji katika chemichemi chemi hiyo. Sasa sisi wakulima tunakutuma mm -hmm. ili tusikilize hiyo sera yako, nenda sasa kwamba lililotokea sisa hii, kwa sababu wakulima watu wangu walikuwa hawajapata elimu hii ya sera ya kuvuta maji bila kuwa na kibali. Katika mkutano huo, vijana ambao walikuwa na jaziba walimweka katika wakati mgumu mwenyekiti huyo, na mara kwa mara alikatizwa alipotaka kujieleza na baadaye alizamia kusindikizwa wakati wa kuondoka kwa tuma kuwa amewasaliti.